Ni kijiji kimoja katika eneo la Budalangi. Hakuna mengi ya tofauti hapa, ila matukio ya hivi karibuni yamekimulika kijiji chao. Kutiwa nguvuni kwa Elgiva giva Bwire anayejulikana pia kama Mohamed Saif kwa kukiri kwa mwanachama wa al-Shabab kukiibua hofu miongoni mwao. Ni hapa ambapo Elgiva giva Bwire alizaliwa na kulelewa, akijulikana vyema miongoni mwa wakaazi hapa, lakini sasa wenyeji wa kijiji hiki wametamaushwa, wakisema bwire waliomjua si bwire ambaye sasa amekuwa sura ya al-Shabab hapa nchini. Sisi kama a kwa jumla tunahusuni kubwa sana kumtoto huyo kuingia kwa ugaidi wa aina huyo. Wakati tulisikia huyu mtu ameshikwa, tulifikiria ni mtu wa mbali, na tukafurahi kwa kazi ambayo serikali ilikuwa inafanya kufa, nio kufatilia watu kama hawa, lakini tulipopata ni wa hapa tumeshtuka. Mjombake akizungumza kwa niaba ya mamake Bwire ambaye habari za Bwire kupoa kifungo cha maisha zimemdhoofisha. Bwire alikiri kuwa mwanachama wa Alshabab baada ya kusilimu mwaka 2005 na kuelekea Somalia mwaka 2009, ambapo alipoa mafunzo ya kivita na kundi hilo haramu akipandishwa cheo kuwa kiongozi wa vijana. Bwire akisema kuwa alirudi humu nchini mwezi Agosti mwaka huu na ajenda yake kamili kuwatumikia wana al Shabab kwa kutekeleza mashambulizi humu nchini. na tunaomba vijana wetu wa hapa Budalangi wakae kando na hili kundi kama hawana kazi katika miji, warudi vijijini. Sisi tumekaa, mimi ni mkulima, nimekaa katika kijiji, ninalima, ninapata chakula cha kunilisha. Kwa hivyo warudi wa train kazi za hapa nyumbani. Bwire alianza kifungo chake cha maisha hapo jana. Esther Kahumbi, KTN leo, Jumamosi.